Kuna sehemu moja ndani ya msitu wa Arabuko Sokoke, kaunti ya Kilifi, kilomita chache kutoka bahari ya Hindi, bahari ya Malindi. Sehemu iliyo na kimya kisicho cha kawaida, lakini kimya kinachozungumza, kimya cha mawe yaliyoona ustaarabu yakanyamaza, lakini bado yanaongea kwa walio na masikio ya kusikia. Hapo ndipo mji wa Gedi Ruins uliposimama. Mji uliopo Gede, eneo la Malindi. Mji wa kale wa Waswahili miongoni mwa siri kuu za pwani ya Afrika Mashariki. Kulingana na historia, ya Gedi Ruins ilianzishwa takriban karne ya kumi. Wakati huo, Kenya ilikuwa bado haijatambulika. Safari ya kusaka uhuru ilikuwa bado haijaanza. Wala hakukuwa na mataifa yaliyogawanywa. Kulikuwa na watu waliokuwa wakifanya biashara ya pembe za ndovu, lulu na viungo vya baharini, watu waliokuwa wakiishi kwa heshima, maarifa na ustaarabu. Ilikuwa ni enzi ambapo Afrika ilikuwa inazungumza na dunia kupitia bahari ya Hindi pekee. Mji huu wa ajabu ulijengwa kwa mawe ya matumbawe ulipambwa kwa mitaa midogo yenye mpangilio, kuta mbili kubwa zilizozunguka zikigawa tabaka za jamii. Watawala na matajiri walikaa katikati, wafanya biashara na walimu katikati ya mzunguko, na maskini wakihifadhiwa pembezoni mwa ukuta wa nje. Ilikuwa jamii iliyojaa heshima na nidhamu, kila mmoja akijua nafasi yake katika mfumo wa maisha. Kati ya majumba mengi yaliyosalia yapo yaliyopewa majina kutokana na vitu vilivyopatikana humo: nyumba ya safari za Kichina na nyumba ya lulu kutoka Uhispania. Hapo ndipo siri ilipofichuka kwamba Gedi haikuwa kijiji tu, bali ilishiriki moja kwa moja katika mtandao wa biashara wa kimataifa. Mji huu uliunganisha pwani ya Afrika na Asia, Uarabuni na hata Ulaya. Miongoni mwa majengo yaliyosalia, misikiti inasimama kama ushuhuda wa imani iliyokuwa msingi wa maisha ya watu wa Gedi Ruins. Ndani ya kuta zake bado kuna mihimili inayotazama kaskazini kuelekea Maka. Ulikuwa na visima 28 vilivyotoa maji safi kwa wakazi elfu tatu. Mfumo wa maji uliopangwa kwa akili wakati dunia nyingine bado ilikuwa gizani wakiteseka na kiu. Lakini zaidi ya usanifu na biashara, Gedi ilikuwa na ustaarabu wa kijamii uliokuwa wa kipekee. Watawala wake waliitwa sultan upande wa wanaume na sultana upande wa wanawake. Ndio, wanawake waliwahi kutawala na si kwa mapambano bali kwa hekima na uamuzi wa jamii. Waliongoza bila hofu, bila mashindano, bali kwa heshima ya uumbaji, kwamba kila jinsia ina hekima yake. Kasri la kifahari lilisimama katikati ya mji likiwa na vyumba vitatu vikuu: eneo la wageni, sehemu ya kifamilia na ukumbi wa baraza la wazee. Hapo ndipo maamuzi makubwa ya mji yalifanywa hapo ndipo sauti za viongozi zilisikika zikijadili biashara, haki na amani. Hapo ndipo ustaarabu wa Waswahili ulipiga hatua kubwa kuliko simulizi za vitabu vya historia. Lakini basi, kama kila hadithi ya fahari, kuna mwisho wake. Kati ya karne ya 17 watu wa Gedi waliondoka. Hakuna anayejua kwa nini. Wengine wanasema ni vita, wengine magonjwa wengine wachawi au mabadiliko ya biashara, lakini ukweli unabaki, waliondoka kimya kimya, wakiacha mji wao ukiangaliwa na msitu unaozidi kukua na sauti za ndege zikipiga wimbo wa maombolezi. Miaka mingi baadaye, mwaka wa 1884 mtafiti kutoka Zanzibar aligundua tena mji huo na miaka 40 baadaye, Gedi Ruins ikatangazwa hifadhi ya kitaifa. Lakini bado swali linabaki, je, kweli tunalinda urithi huu ipasavyo? Watafiti wanasema mabadiliko ya tabia nchi na uharibifu wa mazingira yanaendelea kutishia maisha ya Gedi Ruins. Huu sio tu mji wa mawe, ni kumbukumbu kumbu ya sisi wenyewe. Gedi Ruins leo ni kivutio cha watalii, wanafunzi na wanahistoria, lakini zaidi ya hayo ni sauti ya vizazi vilivyopita ikituita tusisahau mizizi yetu. Kila ukuta uliopasuka unasema tulikuwepo, tulijenga, tulistaarabika. Na kama utawahi kutembea ndani ya mabaki hayo, utahisi pumzi ya kale ikigusa pumzi ya watu walioamini katika ustaarabu imani na utu. Hiyo ndiyo Gedi Ruins, mji uliopotea lakini roho yake bado inaishi milele. Mimi ni Kasim Hamisi na hii ni Dabaso Sultan Media.